Hatimaye mtandao wa mshikamano wa viongozi wa wazalendo wa Kiafrika wameitisha wito wa haraka wa kuingilia kati, watetezi wa haki waliopotea na kuvunjwa kwa utawala wa sheria ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii imetolewa muda mchache tu mara baada ya mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi kuachiwa na kurudishwa nchini Kenya, ikiwa binti Agata Atuhaire akiwa bado hajaachiwa na kurudishwa kwao nchini Uganda. Ingawa kwa sasa taarifa zinasema binti huyo Agata tayari yupo nchini kwao Uganda baada ya kuachiwa na nukuu, andiko hili la mtandao wa mshikamano wa viongozi wa zalendo wa Kiafrika kutoka kwenye barua walioiweka hadharani kwa umma kama ifuatavyo: Hatua ya dharura yahitajika. Sanduku la posta elfu moja mia nane, Village Market, Nairobi, Kenya. Tume ya Umoja wa Afrika, Tume ya Afrika kuhusu haki za binadamu na watu, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, kichwa cha habari, wito wa haraka wa kuingilia kati watetezi wa haki waliopotea na kuvunjwa kwa utawala wa sheria ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi, mtandao wa umoja wa viongozi wazalendo wa Kiafrika na mashirika ya haki za binadamu yaliyotia saini pamoja, tunaandika kuleta kwa haraka tahadhari kuhusu hali ya kusikitisha inayojitokeza ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inahatarisha utawala wa sheria na misingi ya haki za binadamu ambayo ni ya msingi kwa maadili yetu ya kidemokrasia ya pamoja. Boniface Mwangi Mkenya, na Agatha Atuhaire Mganda, ni watetezi wa haki za binadamu waliokamatwa na mamlaka za Tanzania tangu Jumatatu, Mei 19 mwaka huu wa 2025. Wawili hao walikuwa sehemu ya ujumbe wa wachunguzi wa Afrika Mashariki waliokuwepo nchini Tanzania kushuhudia kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kiongozi wa chama cha upinzani chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Bwana Mwangi alitupwa katika eneo la Horohoro, mkoa wa Pwani ya Kenya, kilomita 162 kutoka mpaka wa Lungalunga, akiwa ameshikiliwa, kuteswa, kujeruhiwa vibaya na sasa anahitaji matibabu ya haraka, mnamo Alhamis tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2025. Mahali alipo Bi Atuhaire bado hapajulikani hadi sasa. Mtazamaji, kumbuka hii imeandikwa na kuwekwa kwa umma hadharani. Bi Agata Atuhaire akiwa bado ameshikiliwa na akiwa bado hajaachiwa, ingawa kwa sasa kunazo taarifa ambazo zinasema ya kwamba Bi Agata Atuhaire tayari amekwisha kuachiwa na mamlaka za Tanzania na sasa yupo nchini kwao Uganda na yuko vizuri. Kukamatwa kwa bwana Mwangi na Bi Atuhaire kulitanguliwa na kufukuzwa kwa wachunguzi sita wa kimataifa wa kesi hiyo, waliokuwa ni pamoja na aliyekuwa jaji mkuu, aliyekuwa waziri wa sheria na mjumbe wa baraza la chama cha mawakili wa Kenya, waliowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa ajili hiyo hiyo, wakati vyanzo vya ndani ya serikali ya Tanzania vimedai kwa faraga kuwa waliwafukuza wahusika kwenda katika nchi zao husika na maombi ya habeas Corpus yamewasilishwa katika mahakama ya Dar es Salaam. Raia hawa wawili wa Afrika Mashariki hawajaonekana na familia zao tangu walipokamatwa na maafisa wa usalama wa Tanzania. hadi wakati wa kuandikwa kwa barua hii, hali hii ni ukiukwaji mkubwa wa viwango vya haki za binadamu vya kitaifa na kimataifa na ni ushahidi wa mwenendo hatari wa ushikiliaji ulioratibiwa, kupotezwa kwa nguvu, mateso na mauaji ya kiholela katika ukanda huu. Tunaomba kwa dhati mashirika tajwa kuingilia kati mara moja kuhakikisha kuwa sheria na haki za binadamu zinalindwa katika Afrika Mashariki. Hivyo e, tunaziomba ofisi zenu kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kutuma hati rasmi za kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania ikiomba e, ufafanuzi kuhusu mahali alipo na hali ya kisheria ya Agatha Atuhaire. Kumbuka barua hii imeandikwa ikiwa Bi Agatha Atuhaire bado hajaachiwa ingawa kwa sasa tayari amekwisha achiwa. Mbili, kuwasha mifumo yenu ya ufuatiliaji wa haki za binadamu kuomba ruhusa ya kuchunguza madai ya kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na mateso. Tatu, kuliwasilisha suala hili katika mazungumzo ya pande mbili na Tanzania, Kenya na Uganda mkisisitiza umuhimu wa uwazi na ufuatwaji wa taratibu za kisheria. Nne, kuratibu tamko la pamoja la kidiplomasia kueleza wasiwasi kuhusu kupotea kwa nguvu na kufukuzwa kwa raia wa Afrika Mashariki mkiitaka suluhisho la haraka. Tano, kufanya kazi na Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuitisha mkutano wa dharura kujadili uvunjaji huu wa itifaki za kika, za kikanda kuhusu haki za binadamu na utawala wa sheria. Sita, kutuma waangalizi wa kidiplomasia kushiriki kwenye mashauri yoyote ya mahakamani yanayohusiana na kesi hizi endapo watetezi hawa wa haki watajitokeza katika mfumo wa sheria. Saba, kufanyia mapitio mipango ya misaada ya nchi kwa nchi na serikali husika kwa kuzingatia hali ya kuheshimu haki za binadamu. Nane, kuwezesha utaalamu wa kisheria wa kimataifa kusaidia watetezi wa haki za binadamu wa ndani wanaofuatilia kesi hizi. Tisa, kutumia mifumo husika ya haki za binadamu ya kimataifa ikiwemo taratibu maalum za Umoja Mataifa na vyombo vya haki za binadamu vya kikanda. Kumi. Kudu, eh, kudumisha diplomasia ya wazi inayosistiza umuhimu wa haki za binadamu na utawala wa haki kama misingi ya mahusiano ya kimataifa katika ukanda huu. Kumi na moja. Hali hii sio tu ni jambo la kibinadamu kwa wale walioathirika moja kwa moja bali pia ni kiashiria hatari cha kuzorota kwa viwango vya haki za binadamu na utoaji wa haki ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. 12. Ushawishi wenu wa kidiplomasia ni muhimu sana kuhakikisha kuwa nchi wanachama wanatekeleza wajibu wao wa kulinda haki za binadamu na utawala wa sheria. 13. Tunaiomba ofisi yako kutoa majibu ndani ya saa, ndani ya saa 72 zifuatazo kuhusu hatua zitakazochukuliwa katika suala hili. Kwa heshima kuu, Mheshimiwa Martha Karua SC, mwenyekiti, Mtandao wa Umoja wa Viongozi Wazalendo wa Kiafrika. Wanachama wa Mtandao wa Umoja wa Viongozi Wazalendo wa Kiafrika: Mheshimiwa Agaton Rwasa, Burundi; Mheshimiwa John Mnyika, Tanzania; Mheshimiwa Zito Kabwe, Tanzania; Mheshimiwa Wafula Ogutu, Uganda; Mheshimiwa Mwanaisha Mdeme, Tanzania; Mheshimiwa Maita la Rifou Saidi Komoro. Mashirika waliotia saini ni pamoja na chama cha mawakili wa Kenya, yani Law Society of Kenya, jumuiya ya mawakili afrika mashariki, yani East Africa Law Society, umoja wa mawakili wa Afrika, yani Pan African Lawyers Union PALU, Amnesty International tawi la Kenya, Transparency International, Power 254, Tetezi Africa, Siasa Plus Youth, kongamano la mapinduzi Voko Africa, haki Africa, Waislamu wa Islamu, haki za binadamu Muhuri, Women and Wellness, taasisi ya utawala wa ardhi na haki za binadamu, Sisters for Justice, sema ukweli, tume ya haki za binadamu Kenya KHRC, kikao Agora, kituo cha amani na haki Kisumu, yaani Kisumu Peace and Justice Center. Badili Africa, kitengo huru cha uchunguzi wa kimatibabu na kisheria IMLU, YSO Kenya, kituo cha Afrika cha haki za mazingira na maendeleo yani ACERD, kituo cha haki za kiuchumi na kijamii, haki jamii, Africtivities na nakala inakwenda kwa Rivonia Psycho Afrika Kusini, Africtivities Kato Tumusiime Kiza and Mugisha Advocates, Dada Power, Creco Kenya, Victims of Violence Support Africa Kenya ni mimi, muungano wa watetezi wa haki ngazi ya msingi Kenya, yaani Coalition for Grassroots Right Defenders Kenya, vuguvugu vugu la End Feminicide Kenya, muungano wa watetezi wa haki za binadamu wa Togo Yani, Coalition Togolais des Defensa des droits Humanize, CTDDH, taasisi ya vyombo vya habari kwa demokrasia na haki za binadamu, yani Institutes des Media pour la Democratie et les droits de l'Homme, im2dh Youth Alive Kenya, vuguvugu la red vest, Red Vest Movement, uadilifu Kilifi, Kenya ni mimi, Muungano wa Kenya ughaibuni Marekani, Kenya Diaspora Alliance USA, kikundi cha Watanzania wenye wasiwasi wa Kenya kwa haki ya ushuru, Kenyans for Tax Justice, Baraza Media Lab, kikundi kazi cha vituo vya haki za kijamii, Social Justice Centers, Working Group, Youth Agenda. Kamishina mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu, United Nations High Commissioner for Human Rights, mahakama ya haki ya jumuiya ya Afrika Mashariki yani East African Court of Justice, tume ya kimataifa ya majaji yani International Commission of Jurists, balozi za kigeni zinazowakilishwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki yani Foreign Embassies represented in EAC. Hii ndio barua ambayo imewekwa hadharani e, kwa umma, ikiwa mtandao wa mshikamano wa viongozi wazalendo wa Kiafrika wameitisha wito wa haraka wa kuingilia kati ya watetezi wa haki waliopotea na kuvunjwa kwa utawala wa sheria